Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa mbele. Kwanza maisha yangu yako hatarini, kwa sababu mimi pale kwenye kitongoji changu ni mwenyekiti wa kitongoji. Kuna uhalifu ulifanyika pale kwangu wa kukata miti bila kibali ya mvule, ikafikia mahali sasa nikahojiwa kwenye vyombo vya habari, nikahojiwa kwenye vyombo vya habari kama mwenyekiti ile habari ikaruka, iliporushwa ile habari ili ikaleta uadui mkubwa kwangu mimi. Ikafikia sasa mwisho wa siku nikawekwa ndani na mkuu wa wilaya masaa arobaini na nane hapo kwenye kituo cha polisi. Ikafika mahali pia nikapata tetesi, mkuu wa wilaya wa Mweza anasema kwamba lazima huyo Elasto basi nitamfanyia jinai yoyote. Mimi nikapuuzia. Ile Jumamosi tarehe 31 ndio nikaja nikakamatwa kamatwa, nikawekwa ndani masaa arobaini na nane. Baada ya hapo nilipotoka nikaenda kuripoti polisi. Baada ya kuripoti polisi, yule ambaye alikuja na polisi kunikamata alistate, aliandika pale maelezo kwamba yeye nimemfanyia fujo mimi, lakini baada ya, ya kuleta ushahidi wangu, yule mpelelezi akampigia simu yule kijana ambaye Frank Rumpa akamwambia, leta mashahidi wako. Akasema akasema akasema kwenye simu, akasema a, mimi hiyo kesi ni ya Jamhuri sio yangu, lakini yule mpelelezi akamwambia, uje na uje hapa ueleze hapa kwa muda wako utakuwa tarani basi hiyo ikaisha hivyo. Tarehe kumi baada ya maneno kusikia mkuu wa wilaya anazungumza juu yangu, mimi kwa mata, kikisi maana atanifanya sijui atapokonya vitambulisho vyangu anifanye niseme mimi mkimbizi ni aniondoshe mimi kapuuza. Tarehe kumi saa saba kasoro nimekaa nyumbani naona namba ya ya, ya uhamiaji mwisho imeisha 64 naambiwa wewe ni nani naambiwa, mimi ni Elaso, mwenyekiti wa kitongoji cha Machemba. Ehe, unahitajika uje hapa uhamiaji ulete vitambulisho chako cha NIDA na ulete kitambulisho chako cha kura. Wakati huo huo ndani ya wiki mbili zopita walisha nita pale nimeshapeleka vya leo zangu vyote, kopi zangu zote, hadi vya TV hadi leseni, kopi hadi vya NIDA vya kura nimejieleza nilipozaliwa, nimezaliwa Moshi, nimekulia Kigagrisi hapa Azimio nimesoma shule Kigagrisi hapa Azimio. Kila kitu nimeshaeleza pale. Lakini nashangaa tarehe kumi mwezi wa pili juzi napigiwa simu na balete vitambulisho vya NIDA. Sasa nikafikiri nikatafakari nika, nika, atapaka, nika nilete kopi au nilete akanalete iia nyarakani zangu inakoa nikuletee tena wewe baadaye. Tu nikaeza kukumbuka ile maneno ambayo nilikuwa naambiwa kwamba nini unachotokea kufanyiwa sasa. Nika tarehe kumi na moja kumi na mbili nilikwenda kwa mkuu wa mkoa, lakini bahati nzuri, nzuri basi alikuwa na majukuni mengi kulingana kuandaa utaratibu huu, lakini niacha barua pale ili kwa ajili ya usalama wangu niweze kwake lakini hivyo sikia unakuja leo nikasema hapana afadhali niseme hili kwa sababu sasa hivi usalama wangu uko matatani. Sasa time ngone nikatekwa au nikauawa. Sababu mkuu wa wilaya ameshapanga bifu na mimi. Lengo le, nia kubwa ya kusema vile kwa sababu tu ya kukamata ule nani uhalifu wa kata miti bila kibali huyu mwenyekiti basi imekuwa mimi kwangu ni kero kubwa nimekuwa nilifanya dhambi kubwa. Basi baada ya hapo mimi nikabidi nika, sasa nitulie, ndio leo nimekuja kueleza, mimi naomba usalama wangu kwako. Sababu mpaka sasa hivi tajua, unaweza nikatekwa au nikauawa, na mpaka sasa hivi pia nimeshaekewa bifu kwamba nitolewe kwenye uwenyekiti wa kitongoji, na pia hiyo hadi hapa mkuu wa wilaya, nimeona nizungumzie hapa mbele yako. Ukweli utaniweka huru, na hata katiba ya chama inasema kule mwisho, mwanachama ndio atasema kweli daima, fitina kwake mwiko. Kwa hiyo nimeona niseme haya, na baada hiyo ninapoongeza kero ambayo tulipona hapa hivi kijiji chetu, mimi sitaacha kusema. Kama mheshimiwa, mbele yako tukasema, tumesema kero, tuseme kero kijiji cha Muungano pale mimi nimekuwa pale ume, kuna kampuni ya Makazi Solution iko pale inafanya ina, kazi ya upimaji upimaji. Sisi tunaupenda tumeulizia, lakini kuna mambo yanayofanyika ya kupola watu wi wa zao pale, imekuwa ni changamoto kubwa sana hadi kwa wajane hadi kwa wananchi bila kufuata utaratibu aina yote kwe, kwa hiyo kwa uchache huo mimi ningekuomba kama kuna uwezekano mheshimiwa waziri wa, wa, mkuu ungekuja ungekujanye kijiji kile ukasikize hata wananchi hizo zao hizo ninazokuambia mimi ili ujiridhishe mwenyewe. Asante sana. Kwanza mheshimiwa eh, mkuu wa wilaya watu wanaoongea inabidi mwalinde, msi, wasipate vitisho mheshimiwa mkuu eh, wa wilaya watu wakiongea hivi walindeni, wasipate vitisho eh, umesikia bwana? Usi, utalindwa eh, huko salama, sawa? eh, uandikisha uh, na namba andika na andika na namba yako kwa wasaidizi wangu, nami nitakupa na mimi kwangu, sawa eh? Tunachosema ni kimoja, tunachosema ni kimoja, tunachosema ni kimoja. Tumekuwepo na mambo mengi sana yanayohusiana na hivi vitu. Ni kweli tuna tatizo la aina hiyo Haya mambo ya, ya, kwa hiyo, kwa hiyo mkuu wa wilaya, hii mambo ya kwamba siko salama, siko salama, hii eni maneno. Mtu akiongea si, asijione yuko, yuko matatizoni uh, uh. watu kienda kwenye mikutano jiji, watu waseme maeneo yao, hata hao walioongea leo mambo ya shamba shamba, asiwepo mtu wa kubugudhiwa e, sisi tumetumwa tuwasikilize, tunawasikiliza, kila mtu aseme ukweli wa jambo wanavyolijua, linalohusu mambo ya uendeshaji wa shughuli za uzalishaji katika maeneo yetu.